Mzee wangu, moja kati ya ombi ambalo nililileta kwako, moja kati ya ombi ambalo nililileta kwako, ndio wakati wa kampeni zangu niliahidi soko litakalojengwa Kipampa. Sawa. Na litaitwa Wasafi Night Market. Sawa. Sasa mzee, uma ndio huu wengine walisema Baba Levo anaongopa Diamond hawezi kuweka hela. Yeah. Naomba uwaambie ndugu yangu tunaanzaje? Ni unanitoaje mzee wangu? Okay. <laughs> Babalevo, tangia mwanzo nimekwambia ulipo wewe mimi nipo. Naanza na kuweka milioni 100, itatosha? Inatosha mzao. Naanza na milioni 100. Lipa milioni 100. Milioni 100 nitaweka pesa kwangu. Ukiwa hapo, diwani wa Kipapa. Diwani huyo hapo, akata huyo ni soko lake. Wasafi Night Market! Wasafi Night Market! Heshima diwani. Babalevo kanaambia nimelipokea kwa kuanza Babalevo, na mwahidi milioni mia kuanzia kujengwa ile Wasafi yes, ku yes. Na, na mi sema kitu kimoja yeah. Kabla atakuja kuongea Babalevo, kabla siafika, nataka tuanze na rasharasha rasha gani huko, ili watu wasione tunaongea bla bla, hatuna bla bla. Si nikamwambia akasema, tukianza mwanzo mtu si akaona kama tunatoa rushwa hapa nyumbani kwetu Nikaambia kama soko tutaleta hela soko hapa nyumbani kwetu, hapa nyumbani sisi watoto si wa Kigoma, baba Kigoma hii watu wa Kipompa, Wasafi Night Market tumepata milioni mia kutoka kwa Diamond Platnumz. Hela ya kuanzia. Simba, simbasisiemukigoma simba, Kigoma simba, simba. Simba. Simba. Simba. Simba. Simba midakansema kitu kimoja Kigoma, oyawe, usiongeonge. Oya, Wasafi Maketi, ukija Kigoma Ako Babalevo, kama una mpenda kweli, akitaka miradi au, usiongeonge, usipeleke maua, usiahidi sana, ukikutana na watu hata kama wako mbele au, usitoe mfukoni, wapatie